Wewe ndo umepika yeah? Na hajakwambia kitu chochote ambacho labda kinaweza ikawa kimemfanya amekuwa hivyo? Kuna shida, acha tu ndugu yangu, kwa anaendelea huko ndani? Hawezi kuwa sawa hata kidogo, na usipomweleza, itabidi nimweleze mimi dada kuleta jamani, kwani uwaze mbali hivyo? A, vitu vidogo tu ambao hata mamako tu angekwambia kila kitu yaani. Tangu mama aniambie tutaenda kumwona, ananipinga ananipitisha tu chenga chenga, ila aliniahidi niaidi, tuone itavyokuwa. Atakwambia, sema tu mamako sasa hivi alikuwa iko bize kidogo, lakini sio kwamba atakwambia, atakwambia vizuri tu kikubwa mpe muda sawa, mwanangu. Kama ameshakwambia mtaenda basi mtaenda. Halafu hakuna mtoto asiyokuwa na baba, kila mtu ana baba. Iko siku moja utamwona baba yako na mtaenjoy. sinaicho kihitaji hamna, kuna umuhimu wa kuwa na baba karibu. Basi nijue kasafiri, ningekuwa tena ongea naye kwenye simu, ila wapi. Sophie mi sikulaumu, lakini una haki ya kumtambua baba yako. Kaa ni vizuri, kwa sababu na wewe umesha kuwa msichana sasa hivi, lazima kuna vitu unataka kuvifahamu, ila nikwambie tu na nikuhakikishie, mama yako atakwambia kila kitu. Mpe muda sawa mwanangu. Sawa, nimekuelewa na nimekusikia pia. Alafu kitu kingine, usipende sana kudadisi au kwenda kutafuta tafuta ushahidi, si kwa baba, si kwa watu, hapana wa sio vizuri sio malezi tuliokulea hayo. Sawa mwanangu, nautambua mama wako anakupenda sana, isitoshe yaani anaangaika sana kuhusu wewe, unakula vizuri, unalala vizuri, yani kila unachokihitaji unakipata kwa wakati. Kwa hiyo yani, kwa hilo si wazi mama wako akupa mapenzi ya dhati kabisa? Unabaki? Hapana, tunaongozana. Mi nijua nalala nitakuja siku nyingine, hapa yenyewe nimeondoka nyumbani bila kuwaga, natakiwa niwahiku Nilifurahi nikajua leo utalala kwangu, jamani, ulale kabajarudia. hmm. mara mbili nayakakataro mwene ukaacharo uzuri imekuwa heri nimekutana na wewe, maana kweli nilikuwa nataka nifike hata ofisini kwako hata kesho. Unaona bana, kuhusu ile swala langu bana, lile swala lako bana, kwa sasa hivi naona liko mwishoni kabisa e, nimepambana nalo na nafikiri tarehe ya hukumu iko karibuni tu, haiko mbali, na nimezungumza nao wale watu, nimepiga nao kesi vizuri. Kwa hiyo kwenye swala la, la kukulipa gharama zako, yani kuanzia pesa ya kazi gharama zote ulizotumia utapata. Yani pale kila kitu kinarudi. Bwana Mkalamba. Lakini hata hivyo muda sana umepita. Eh? Anyway, lakini siwezi kuongea sana kwa sababu nilikupa wewe hii kazi na nakuamini. Kwenye swala la muda, cha kwanza kabisa kwenye kesi unatakiwa uwe mvumilivu. Uwezi kufika pale tu ukamaliza na kuchukua pesa sijui na kufanya nini mafaini yale au na mtu kuhukumiwa ni ngumu. Lazima watu watafute ushahidi. Sasa. Sasa. Najua kidogo wewe, nimekuchunguza, nikaona kama ni mtu fulani ambao una busara zako. Sasa nilikuwa naomba unisaidie kitu, ushauri. Najua utanipa ushauri na utakuwa mzuri tu. Mimi bwana, nina mke, sawa sawa, lakini mke wangu, hatuna maelewano pale nyumbani. Mwanzo tulivyokutana naye na sasa hivi ni tofauti kabisa tena kwa sasa hivi imefikia hatua narudi mpaka usiku wa manane nyumbani. Uh, la, labda unaweza ukaniambia kwamba tatizo ni nini, ni hasa mpaka yanatokea yote haya? Yule mwanamke, kwa mimi naona kama hakuna tatizo, ila yeye tu kaamua, kwa sababu kipindi tunakutana hakuwa hivi kabisa. Alikuwa ni mtu mmoja mzuri sana tena, tulikuwa tunapendana vibaya mno. Ah, labda mimi nikushauri kitu kimoja, sawa yule ni mtoto wa kike tu na atabaki kuwa mtoto wa kike tu kwako, si ndio? Mi cha kukushauri labda, kaanaye kwa kwa makini, tena kwa upendo kabisa na kwa unyenyekevu. Naona uongee naye umuulize shida nini. Mi nafikiri atakwambia. Najua unaongea hivyo kwa kuwa humjui. Eh, dada, eh, nimekuona. Vipi? Safi. Mm -hmm. Vipi nyumbani? Ah, kwa kweli nimetoka toka asubuhi. Mm. Kuna misha zangu likuwa nafuatilia huko. Sasa nikaona nisiende nyumbani. Eh, mimi nimetokea hapo gengeni kwangu hapa. Ndio narudi nyumbani. Nimetoka kwenye mizunguko yangu huko. Sasa nikaona nipitie hapa. Kuna kitu kinanisumbua, yaani hata kwenda kulala nacho nashindwa. Jambo gani tena? Mwenzangu, leo Sofi amekuja nyumbani. Sofi wangu? Ndiyo. Sofi anahitaji kumjua baba yake. Dada, Sofi ameamua kufikia huko bwana. Mi nilishaongea naye kwamba mi nitafanya juu chini nimpeleke kwa baba ake. Yani hicho hicho amesema, unampiga kalenda mara leo mara kesho, hakieleweki. Ndio maana akanifata kuendekawa labda mi najua chochote. Ebu niambie, dada wangu, nifanyeje hapo? Mi nakushauri huyu amesha kuwa mtu mzima sasa, yaani sioni kwamba kila siku utaendelea kumdanganya. Cha msingi hapa, jitahidi umweleze mtoto ukweli. Ili kama kuwa mbaya iwe mbaya, maana unavyozidi kuishi na hii nani litakuletea ita, ita shida baadaye, na usipo mueleza itabidi nimueleze mimi. Ah, dada tusifikie huko, akirudi mara ya pili itabidi nimueleze mimi, maana wewe utafanya mimi yule mtoto aja nione kwamba na mimi pia nimeungana na wewe, yani atakuja kuni, kuniona kwamba mimi ni adui yake pia. Sihitaji kujenga mazoea mabaya na yule mtoto, ananipenda sana na pia namheshimu na yeye ananiheshimu. Sasa kama utashindwa kumweleza, utamweleza mimi nanijibu majibu hayo kiukweli. Wakati mwingine nataka na, naamua hata kufanya maamuzi mabaya, lakini roho najikaza, kwa sababu yaani nashindwa kumwelewa kabisa, mke wangu amepatwa na nini. Lakini mimi nafikiri, hebu mchukue, tenga muda wako, tokane hata out, sawa. Ukishafika ongea naye ile maneno mazuri mazuri afurahie. Mimi nafikiri baada ya hapo ukimuuliza chochote kile kwamba kipi ambacho kinapelea kwako kutoka kwangu? Ni kipi ambacho haufili kutoka kwangu? Nafikiri atakuelewesha. Na nafikiri kabisa mambo yote ataisha. Naona. No. Kuna kitu tu ambacho anakikosa uenda kutoka kwako au labda vishawishi huko nje. Unaona? No. Nafikiri ukishaongea naye akishafunguka ya kwake ya moyoni, Kila kitu kitakuwa sawa bwana mkalamu. Sasa umeona kama leo amenipita nimek, nilikuwa nimesimama sehemu na jamaa moja hivi ambao tulikuwa tunajadili mambo yetu haya ya kazi ya wanasheria haya, akafika pale akasimama akatuangalia, alafu akasunya na kuondoka. Yani yale, yale zile dharau za nyumbani anazoniletea ndo anakuja nazo mpaka barabarani kwa watu wangu ambao tunafanya nao kazi utaokoa mengi ila ukinyamaza sasa hivi, muda ukazidi kwenda, unaweza ukafikia sehemu mbaya sana muwai. Kabla ya huyu, ni mwanamke na changamoto kwa wanawake ni kawaida. Kuna wakati mwingine ananipa hasira. Usiwe na wasiwasi, fanya nilichokwambia. Nitajitahidi ila, mimi naona ni nimuwai, ni kwa sababu nilivyoachana naye pale, nilimwambia wai nyumbani. Sasa pengine hajafika, mimi naona niende tu. Oh, sawa, ila bana, jitahidi ile swala langu

Zauko utoka salama, sijui nyinyi huku. Safi. Mmewachaje akina mama? Wako poa kabisa. Karibu. Asante. Ilikuwa sina kazi, nikasema nije niwasalimie na shemeji apo. Bahati mbaya tu umenikuta tu, mishemeji yako hata hayupo nae, so mbaya Unaangalia zako TV hii? Nimewasha tu geresha hapo, amna hataacha amani. Ila mbona nakuona leo uko sawa, kuna shida? Acha tu ndugu yangu, kwa anaendelea huko ndani hawezi kuwa sawa hata kidogo, hmm. Usiniambie nyumba kubwa hii unataka uniambie ina amani? <laughs> Ni unaweza kuona nyumba ni kubwa, lakini ikawa imebeba vitu vikubwa mpaka nyumba yenyewe inalemewa yaani umundani, hamna raha, toka nimefika pa kelele. Yani, mm. Nikikupa hivi viatu vae, aufiki hata hapo mlangoni hmm. Ametoka, ametoka eh, hey. Usiku uu na msalimu hataitiki, alafu istoshe. Na kisilani kweli hapa. Kwa maana hiyo hajapika sasa? Hapa ndo wametoka kupika mimi? wewe ndo umepika eh. na hajakwambia kitu chochote ambacho labda kinaweza ikawa kimemfanya amekuwa hivyo? Yani sijaongea naye kitu chochote, niko ndani. Kaka samani, mama ujua kaniambia unataka urudi kule uswahilini Sina mpango huo ila yani, nasemaga ni afadhali ningekuwa kule, lakini toka nimefika hapa naona tu bora nirudi. Hata upo uswahilini? Hmm. Nambo sijui tukarudi kule uswahilini, maana hyo dada angu ntakukosa. Hmm. Amna bwana, mi kule siwezi kurudi, ila hatutakaa hapa hivi sana na mme wangu maana tunahama tu muda so mrefu. Hmm, ni vizuri vumilia tu ndo hivyo, ushaingia kwenye ndoa kuwa na subra mm, mama ushauri mm-hmm. Aya, niambie basi, nikuandalieni. Mimi naangalia tu TV basi. Hey, kwamba ukiangalia TV ndo utashiba? Mjishikilie basi basi, hata maji tu yanatosha. Yanatosha? hapa nyumbani kwotu mgeni anywagi maji kwa? Acha mimi nikakuandalia chakula nikuletee na juisi, unaenepa kwa siku moja Yaani vitu vyote hivyo halafu, nasema unatisika kwenye hii nyumba mm? kweli mm. Samani kwani nitakuwa na nakukosea? Hivi naona ndoa yako ina migogoro mingi sana, ni nini tatizo? Sometimes um, naweza nikasolve tatizo lako. Yaani wewe mimi nimekuokota kule jalalani, uje wewe uwe suluhisho la ndoa yangu huku ndani? We mpuzi nini, pumbavu. Mazuri ndiyo? Yani, mdogo wangu ani, nilisema nitakufanyia kitu cha kukufurahisha. Mazuri sana sana tu, mdogo wangu ni kitichikiti humekionajiukikitanda

We, ukiziona mama, mbona utazidi kuchanganyikiwa mara mbili hapo? We dada, wewe ukiingia huko kwenye vyumba vyao, we amazing. Ukiingia kwenye hivyo vyakula vingine ambavyo hatujavila, nikikupeleka utachanganyikiwa, hmm. Ulivyokuja, si uliona wazungu walivyozagaa huko? Nimeona hivi hivi, ni wengi yani kila kitu

Pembeni na vicheko vyao hawakutaka kunisikia sema, na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma mtaani na jongea. Yaani sina msata ninapopita barabarani wanaongea. Ah.